Qad iftarada Allahu alaykum siyama, Allah amekulazimisheni msaumu sura mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kabla hujaingia inaomba watu kufa Islam tubashiriane, tukumbushane, na hii ni sunna. Mashaallah, waislamu wanaifuata, waislamu wanaifuata, mashaallah. Kama hivi siku panabakia siku ndogo Ramadhani, ni waislamu wakikutana wanabashiriana, Ramadhani imekuja. Ramadhani ni baraka Cha muhimu ni saumu na swala za faradhi na za sunna anabashiria fihi abwabu ni mwezi ambao milango ya pepo inafunguliwa watughlaqu fihi abwabu aljahim milango ya jahannam

ukasali sala mathalani ya magharibi, ukasali na alisha, ukasali alfajiri, ukasali ya dhuhuri, ukasali ya alasri, ukasali ya magharibi, basi jua kwamba unasamehewa katikati ya hizi ibada. Maana yake mtu alisoma Ramadhani mwaka jana na hivi hii inakuja mjeenda kusoma, ajue madhambi alifanya huyu mwaka mzima, katikati ya Ramadhani mbili yanavutwa. Mtu ambaye eh, alifanya hija mwaka jana na hivyo, anajiandaa tafanya madhambi yote ya mwaka mzima, anavutiwa. Mtu ambaye amehudhuria magharibi akasali na isha yanavutwa madhambi yote aliyofanya hapo katikati. Ambaye sali Aisha akasali alfajiri lakini kwa wakati wake kwa vizuri, yanavutwa ile madhambi yote aliyofanya usiku. Ukasali dhuhri yanavutwa ile madhambi yote aliyofanya mchana. Ukasali al-asr yanavutwa ile madhambi yote aliyofanya baina ya al dhuhuri al al al al na al-asr. Ukasali magharibi yanavutwa yote aliyofanya baina al-asr na magharibi. Ukasali Aisha

mwezi Ramadhan ulioisha, acha nijipe raha duniani, ni afanya hadithi nasema, majituni batil kabair maadamu umejikinga na makubwa, maadamu umejikinga na makubwa. Kama hukijikinga na makubwa hausameheki, na hili Allah amethibitisha, alithibitisha kwenye Qur'an, kwenye surat an-Nisa, akasema in tajtanibu kabair matun hauna anhu Sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, mkijikinga na madhambi makubwa mlioharamishiwa, tutakusamieni madogo na tutakuingizeni muingizo ukarimu. Utakufa Islam mara nyingi, kila dhambi likubwa halikosi mdogo wake, unajikinga na lile kubwa, unajikinga na lile likubwa. Tazama shiriki

kwa sababu Allah akusaidie kamvisha mtoto wako kauzi ka, ka kwa sababu akingwe na mashaitani na Allah. Sio kauzi kana mkinga Allah. Lakini, kauzi ni, ni, ni njia, hiyo ni shiriki ndogo. Lakini hii ni hatari utukufu wa Islam. Hii ni hatari. Shiriki ndogo tusiingizi katika haya masala. Bali haya masala yetu, nitatoa mfano tu kama madhambi mengi mara nyingi makubwa makubwa yako si madogo yake. Lakini hii hadithi yetu ya kujikinda na madhambi madogo, kinachokusudiwa ni yale madhambi kinyume na shirki, ni yale madhambi kinyume na shirki. Mfano, tuchukue dhambi ya pili kwa ukubwa baada ya shirki, kuua. Dhambi ya pili ku, ya, ya, ya, ya, kubwa baada ya shirki, kuua. Kuua ni dhambi kubwa, lakini iko na mdogo wake. Mdogo wake mfano unampangia mtu kumuua, unampangia mtu kumuua na unamwekea nia mbaya, utamuua, hiyo ni dhambi dogo. Ukifikia kumuua, inakuwa ni kubwa. Kwa ukijikinga na ile ile kubwa ile ya kuua, ukajikinga, Allah atakusamehe hii ndogo, si so, ulimpangia kumuua, mtamuua kweli ule, mtamuua lakini baadaye imani kakuingia, ukaacha, unapewa thawabu, ile dhambi yako ndogo inafutwa, na ukoshafanya mipango kwa sababu ikiwa kwenye roho, Allah hakuhesabu kwenye roho. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha anasema, Mtume amesema inna Allah tajawaza li ummati ma hadathat bihi anfusuhum. hadithi na sahihi. Allah tabaraka wataala amewasamia umati wangu yale ambayo nafsi zao zimehadithia maadamu hawajazungumza, hawa hawajatenda sasa ukiwa umeweka tu nia hujatenda, umesameheka, hiyo sio dhambi. Lakini ukishafanya ukishafanya sababu ukifanya sababu mwanzo, ukafanya mikakati, ukishafanya mikakati, japokuwa kwa ujamuusha pata dhambi ndogo hizo. Sasa kama ukufikia hatua kumuua, unasamehewa, hivi vitu vinakusamehe, hizi ibada zinakusamehe. Na Allah anatuashiria kwenye Qur'ani, katika hii pointi tunazungumzia, katika Suratul Baqarah kule mwisho mwisho lillahi ma fi samawati wa ma in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, lile ambalo kwenye roho yako uli uliweke wazi au libakiza kwenye roho, Allah atakupa dhambi. Hii aya inapingana hii hadithi, nimesema kwamba mtu akiwa na laki hii aya inapinga, Allah anasema wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, ukikitoa kile kiko kwenye nafsi yako au sikitoi, umehesabika umehesabika. Lakini hii aya imevutwa na aya yenye iko chini, hii hadithi ambayo tumesoma ikavutwa. Allah akasema chini, baada ya kusema eh, Allah tabaraka wa ta'ala aliposema eh, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, sura, sikia nafsi ailipo isipokuwa itende na kutenda. Unaweza kutenda kwa vitendo au kwa ulimi. Vile vizuri ambavyo utakavyofanya kwa ulimi au kwa vitendo, ndio unalipwa, na vile vibaya ambavyo utakavyofanya kwa ulimi au kwa vitendo unalipwa eh, eh, kutokana na vibaya ulivyofanya. Kwa hiyo aya ya mwisho wa sura al-Baqara, na ile hadithi inatuonyesha kwamba kitu ambacho kwenye roho hujakishindikiza na vitendo au na maneno, basi ushasameheka. Kwa hiyo Eh, tunarudia tena pale penye dhambi ndogo ya kuua ulishafanya mkakati kabisa, ulifanya mkakati ku, ni ni eh, dhambi ndogo, dhambi ya tatu kwa ukubwa Zina. Zina ina wadogo zake, wadogo zake ni pale kumshika mwanamke baki kwa matamanivu hata bila matamanivu ambayo si halali yako au kumbusu eh, na vinginevyo. Hiyo ni katika madhambi madogo, jikinge na yote hayo. Pia katika dhambi ndogo eh, za mziki. Mziki wenyewe ni dhambi kubwa, mziki wenyewe ni dhambi kubwa, lakini kuna zile, kuna ile mziki ti kaswida, eti mziki kaswida, eh? au mziki ti una, una mafunzo anasikia mziki kwa nia ya kumfun, ya kumfunza, ya mafunzo, sio kwa nia ya kupata burudani pia kuteta, kuteta mtu unamwikalia, unamteta vibaya, unapata dhambi kubwa hiyo. Lakini unateta kwa njia ya kuchekesha, sio kwa njia ya kuaibisha, hiyo ni dhambi ndogo. Pia kusema uongo, sema uongo ni dhambi kubwa, ni dhambi kubwa. Lakini kusema uongo sababu ya kuchekesha mpaka Mtume akasema, wailun lilladhi yakdhib liyudhika an-nas, ole wake yule mwenye kuchekesha watu, mwenye kusema uongo ili achekeshe watu. Kwa hiyo kila mara nyingi madhambi makubwa hayakosi wadogo zake, ukijikinga na vile vikubwa vile, haya madogo atakusamehe Allah. Lakini ukiweza kujikinga na madogo yote utakuwa umefanya vizuri. Tumalizie, tukate mlango leo, tutaumalizia inshallah wiki nyingine tutakuwa tushaingia kwenye Ramadhani inshallah, ndio itakuwa ni pahala pake. Wa ruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu idha dakhala shahru Ramadhan, inapokelewa kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, alikuwa akisema Ramadhani inapoingia Marhaban bimutahirina, karibu kifutio chetu, karibu msasa wetu, karibu kinyuko chetu, karibu sabuni yetu palipo una na uchafu unatumia sabuni unaondoka, na ramadhani umefanya mwaka mzima madhambi. Ramadhani, nakuja, nakuja, kufuta, inafuta ramadhani khairun kullu umara, kwa nasema ramadhani ni khair yote. Yote ni khair, mwanzo wake na mwisho wake na hari mchana wake ni khairi tu, uko uko na njaa umeswamu. Wa qiyamu wa qiyamu layale, na usiku wake ni khairi, unasimama na sali zile sala nzuri. Sheikh tarawih tarawih jamaa salim tarawih nzuri, achi tarawih za ujanja. Jitahidi msome Qur'an kwa tarawih mpaka mnachoka. Jitahidi msome juzu nzima. Ikiwa misikiti yenu hiyo fursa haipo basi tafutini, waajirini maimamu wenye kujua kusoma Qur'an na kusalishieni. Lakini kule maafrika wenyewe wanaendelea kwenye misikiti yao ile misikiti, tunawashauri wajitahidi wasali Qur'an nyingi. Sisi tumekutana nchi ambazo zishaendelea, mauganda, makenya, Uganda na Kenya ni nchi zimeshaendelea mpaka watu kufa Kiislamu, misikiti yote wanasali juzu. Misikiti ambayo hawasali juzu ni ile misikiti ya kutupa Yani, maana yake ni ile misikiti ya uchochoroni haina watu ndio wasali juzu. Nenda sasa nyumbani, ni kinyume ya waone kama watabadilisha jamii za nyumbani, kama jinsi mashekhe wale wafikishwa kubadilisha jamii zao wa Uganda na Kenya. wa nafaka fihi kan nafaka fi sabili llah ha, ukitoa huduma sadaqa mwezi mtukufu Ramadhan, kana kwamba umetoa huduma ya kwenda jihad. Wa rawa Abu Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, Abu Huraira anasema, Mtume amesema, man sama Ramadhana waqamahu imanan wa ihtisaba, atakayesoma Ramadan akasimama siku yake kwa imani na kutaraji thawabu, sio kwa ria watu. Wamsimi ule anakuwa na sali juzu nzima, ule anakuwa na sali tarawih ndefu, ule ni mchamngwa a, unafanya hivyo kwa sababu ya Allah kulipe thawabu. Ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi, ukifanya hivyo umesamehewa yaliyotangulia katika madhambi yako, ondoa shaka kabisa, hiyo hadithun sahihun

jambo lolote lizuri utakalolifanya mwanadamu unazidishiwa mara kumi hadi hata mara mia saba isipokuwa saumu. Saumu uzidishiwe saumu na ni, ina nini? Kumbe saumu inashindwa shindwa zingine, msikilize, fa innahu li Allah, nasema saumu hiyo ni ya kwangu, hiyo ya chini mimi. Allah mimi ndio najua malipo yake, wa ana ujizi bihi, mimi nitailipa hiyo ya kuzidishiwa mara kumi mara sabini, acha sau. So, mii ndo najua nitalipa nini. Nakumbuka kwenye darasa lililoisha katika siri ya hii hadithi, tumeshuka kwa Sufiani bin Uyaina, mmoja katika vigogo vya elimu, amesema, ni yale madhambi ambayo huwezi ukasameheka. Kuna madhambi huwezi ukasameheka mpaka siku ya kiyama. Kuna wakati mtu unamkosea na kumwambia, fi dunya wal akhir, hayo ya hivyo. Kuna wakati mtu unakula, una hela yake, unashindwa kumlipa umehangaika umetafuta, umekosa. Hilo siku ya kiyama, ukiwa umenye kusaumu saumu nyingi za Ramadhani na za saumu na za sunna, navutiwa Sheikh yada shahawatahu wa taamahu wa sharabahu min ajli. Mwana saumu anastahili thawabu kweli? mwana mwana, mwana saumu anastahili thawabu kweli, hmm? Ameacha matamanifu yake. Mwana saumu anaacha matamanifu yake, anaacha chakula chake. Uh, acha kinywaji chake kwa sababu yangu mimi, kwa sababu yangu mimi Allah huyo asali thawabu kweli. Waswaumu junna, swaumu ni ngao, yaani ni ngao ulinzi. Unaona ngao, unakaga kile chuma kichwani, ukiwa vitano, akipiga mshale hauingi. Na ndio swaumu, ukiwa mwenye kuswaumu inakuwa ni ulinzi, dhambi haikufikii waliswaimi farhatani, mwenye kuswaumu na furaha mbili. Farhatun farhatu liftar, na kwenye chapa nyingine fa, fa, farhatu inda aliftar, pindi unapotaka kuswaumu, unapotaka kufuturu, umekana njaa mchana mzima. Sasa inafika saa swaumu, mashaallah, unafuturu chakula kizuri, uko na mizabibu hapo, kuna ndizi, maziwa, juice na vitu vitamu vitamu, raha raha iliyoje!